Naitwa Gaston Shundo Garubindi ni mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu CHADEMA. Leo asubuhi mwenyekiti wa chama taifa, kama mnavyofahamu, jana alikamatwa Songea, kwa hiyo amesafirishwa usiku kucha, amefikishwa Central Police. Kwa tunapozungumza na ninyi, mwenyekiti ameshawasili hapa tangia saa nne asubuhi, na jeshi la polisi wanasema wanamtuhumu kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ni kosa la uhaini, na kosa la pili ni kutoa taarifa za uongo. Kwa tunasubiri jeshi la polisi wakamilishe tari, uh, taratibu zao kwa maana ya mchakato wao wa ndani alafu watampeleka mahakamani. Sisi kama chama nina wito tu wa aina mbili mos, uh, kwa mawakili wote wa chama nchi nzima popote kule walipo. Uh, mwenyekiti yuko ndani na tuna changamoto hii, kwa hiyo tunawaomba mawakili wote kujitokeza, uh, tuwasiliane nao tufanye logistic kwa ajili ya kumtetea mheshimiwa mwenyekiti wa chama ambaye ana kesi hiyo ya uhaini kwa mujibu wa jeshi la polisi. Wito wa pili kwa wanachama wetu popote pale walipo, taarifa rasmi ni kwamba mwenyekiti yuko ndani, anashikiliwa na jeshi la polisi, na kwa kosa hilo wanalolisema jeshi la polisi la uhaini halina dhamana. Naomba wafahamu kwamba mwenyekiti wao yuko ndani, lakini ujumbe wa mwenyekiti kwa wananchi ni kwamba eh, madai na mchakato wa no reforms, no election unapaswa kuendelea huko, na kila mtu afanye kile ambacho anaona kinawezekana kuhakikisha kwamba E, kauli mbiu yetu na slogan yetu ya no reform, no election, inaendelea. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo, tunasubiri utaratibu utakapokamilika, tutawaita tena kwa ajili ya kuwapa update nyingine za kimahakama. Asante sana. Hali ya mwenyekiti kiafya ni nzuri, inaridhisha, lakini kama mnavyofahamu kwamba mwenyekiti anakuwa anatumia dawa za mara kwa mara kutokana na madhira yaliyompata, na kama mnapofahamu alivyomkamata na kumleta, ukamataji wa Tanzania ni ukamataji ambao haufati misingi ya kisheria kwa hiyo mwenyekiti ameletwa lakini dawa zake zilibaki, na kwa bahati mbaya, wakati nimezungumza na driver wake, ndio kwanza walikuwa wanaitafuta Ilinga. Kwa hiyo unaweza kuona dawa ziko huko nyuma, hatuna namna. Kama tutazipata, tutafanya utaratibu wa kutafuta aina hizo za dawa zipatikane, tutampatia. Lakini zikishindikana, eh, tutaona utaratibu mwingine wa kufanya. Hali yake ya afya inaridhisha kidogo, lakini sio ile, kwa sababu mnajua mwenyekiti anatumia dawa mara kwa mara kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya ZDCO wamesema uchunguzi wao umeshakamilika kwa zaidi ya asilimia sitini. Kwa maneno yake mwenyewe amesema umekamilika, wame kwa zaidi ya asilimia sitini, na akasema watamfikisha mahakamani si chini ndani ya masaa arobaini na nane watakuwa wamempeleka mahakamani. Kwa sisi tunasubiri, kwa sababu hiyo ni promise ya jeshi la polisi kwamba watamfikisha mahakamani, wampeleke mahakamani ili mahakama ikaamue kama hicho ambacho wanadhani mheshimiwa mwenyekiti amefanya ni uhaini au sio uhaini. Mwenye hilo jukumu ni mahakama. Sisi jukumu letu, tutakutana nao mahakamani kule, tutahojiana na jeshi la polisi. Sasa ili uweze kupata hizo particulars zinakuwa kwenye hizo ni offense, mpaka tupate hiyo hati ya mashtaka, hiyo charge sheet, kija tutajua sasa hayo maneno yao, alifanya lini, alisema nini na nini, wanachokiita uhaini na nini sio uhaini, alafu tutalinganisha na sheria inasemaje kuhusu uhaini na vitu vingine kama hivyo, hiyo michakato E, ndugu waandishi wa habari, ni ya mahakamani sana, tuvute subira kidogo, wakishaleta kule mahakamani tutakuwa na majawabu. Asante sana. Ah, kwanza sisi wajibu wetu, eh, tumethibitisha kwamba mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwamba yupo kwenye kanda yetu na mkoa wa Dar es Salaam, kituo cha polisi kati. Mimi binafsi nimezungumza naye eh, kwa ajili kama ana mahitaji yoyote aweze kutuambia. Ametuambia amepata huduma zote kupitia kwa mawakili wetu. Eh, lakini vile vile tupo hapa kwa ajili ya mambo mawili. Ikiwa kama wanampeleka mahakamani, basi tuongozane naye mahakamani kuona anashtakiwa kwa sababu gani, lakini vile vile tunasubiria hapa jibu la jeshi la polisi kama wanampeleka mahakamani leo, basi eh, watu wajue kwamba hii leo anaenda kesho. Kwa hiyo wanachama tunawasihi, eh, waendelee kuhamasika. Hii kesi ni jambo letu wote, na ndio maana tuko hapa kwa jambo hili, lakini vile vile, eh, sababu kubwa ambayo kwa nini viongozi tuko hapa E, walipokuwa na kumwandikisha maelezo ya kukabidhi vitu vyake ili kumuingiza mahabusu, wakili ametolewa. E, tumeambiwa na mazungumzo binafsi ya asili na afande Muliro. Kwa hiyo wakili wetu ametolewa wa ameingia agia, mheshimiwa Lissu wameingia kwenye ofisi ya afande Muliro peke yake, yuko yeye na afande Muliro na msaidizi wa ZCO, kwa, kwa, kwa maelezo kwamba hawahitaji mtu mwingine zaidi ya Lissu mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunaamini kuna mazungumzo wanafanya sasa. Baada ya mazungumzo, ndio tutanalo hilo jibu la mwisho litakalokuwa je wanamuingiza mahabusu, wanampeleka mahakamani, wanamwachilia huru bila masharti yoyote? Eh, ndo tunahitaji hilo jambo kulijua ili tuwe, tuweze kujua mwenyekiti wetu hatima yake ni nini. Ni mahakama, ni kushikiliwa ni kuachiwa huru. Kwa hiyo bila kujua hayo, maana yake tutaendelea kuwepo hapa kusubiri hatima ya ya ya hayo maswali yetu. Eh, kwa mujibu wa mkurugenzi hapa wa wa, wa sheria anasema kwa maana kwanza ni kosa kubwa limeongeza uzito wa sisi kuja kufika hapa. Kuona mwenzetu kiongozi wetu anashtakiwa kwa uhaini, lakini vile vile, hawa ni polisi, ni mawazo yao tu ya awali, inawezekana yakaenda kwa DPP kwa sababu Murilo peke yake hawezi kumwambia polisi kwamba anamshtaki kwa uhaini akampeleka kesoto. Kwa hiyo ni mawazo ya polisi, lakini ni imani yangu kwamba watapewa wa kwa mwanasheria mkuu wa serikali, watapewa kwa DPP ili aende kuangalia walichoandika polisi wao, wajizishe ni uhaini au ni story tu za polisi. Na nafikiri hilo ndio sababu kubwa ya kusubiria, je, wanampeleka mahakamani na chaji hizi zimeandaliwa kabisa na mawakili um, um, wa serikali, na hayo ndio mashtaka yake, au sio? Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tayari moja kwa moja mlilo akisema wanamshtaka kwa, kwa uhaini, e, kwamba tuseme mwenyekiti wetu ashtakiwe kwa uhaini, hivi watu wao wako serious au wanatania? Na hata hii kumtoa wakili kusema wanazungumza ndani, eh, tunasubiri hilo jibu. Kwa nini wamemweka kwa siri wazungumze naye na wamtoa wakili? Kwa hiyo hatuwezi kusema tunahitimisha moja kwa moja kwamba uhaini waliosema tu ni mashtaka halisi ya eh, rasmi ya mheshimiwa rais. Tunasubiri mahakamani tukiona charge sheet na tukaona anasomewa, kuanzia pale tunasema sasa mwenyekiti wetu anashtakiwa na uhaini. Hizi zingine ni story tu za mwanzo za awali za polisi ambazo ee, zimetushtua na zimetu, zimetufanya kidogo tuwe makini, lakini hazitutishi na mwenyekiti wetu ametumbea kwa imara na mapigano amesisitiza yaendelee, kwa maana mapambano ya demokrasia kwenye nchi yetu, na ametutaka wananchi ee, kwa maana wanachama pale alipomalizikia yeye au walipomzuia yeye, sisi wengine kuendeleza gurudumu na wala sio kurudi nyuma.